Rangi ya mkojo ni ishara kubwa sana ambayo inaweza kutuambia juu ya nini kinaendelea kwenye afya yako. Na nipo hapa ili tuweze kuangazia rangi mbalimbali mbali za mkojo na maana zake, lakini pia na kukupa ushauri wa nini ufanye pale ambapo utaona rangi fulani ya mkojo wako. Ni muhimu kutilia maanani sana juu ya rangi ya mkojo kwa sababu inaweza kutuambia mambo ambayo yanaendelea kwenye mwili wetu. Moja kwa moja tuangazie rangi za mkojo na rangi ya kwanza ni rangi nyeupe. Ile rangi nyeupe kama maji. Hii inamaanisha kwamba unakunywa maji mengi kupita kiasi. Hii ina madhara yake kwa sababu ukinywa maji mengi kupita kiasi. Inaweza kupelekea wewe kupoteza madini ya muhimu ambayo yanaweza katoka kama mkojo. Kwa hivyo kama unatoa mkojo mweupe kama maji, inabidi upunguze kidogo ili kuepusha kupoteza madini muhimu. Rangi ya pili ni rangi nyeupe yenye unjano kwa mbali. Hii ndiyo rangi inayohitajika. Maana yake ni kwamba unakunywa maji kiasi cha kutosha na unatakiwa uendelee hivyo. Rangi ya tatu ni rangi ya njano. Ukiona mkojo una rangi ya njano, maana yake haunywi maji ya kutosha, na unatakiwa uongeze kidogo kiasi cha maji na ukunywa kwa siku. Rangi ya nne ni rangi ya kahawia. Rangi ya kahawia inamaanisha kwamba aidha una upungufu mkubwa sana wa maji mwilini au una umeanza kupata matatizo ya ini. Kwa hivyo, unavyoona rangi hii mara kwa mara, unatakiwa ufike hospitalini kwa ajili ya ushauri, vipimo pamoja na matibabu. Usipuuzie rangi ya kahawia kwenye mkojo wako. Rangi ya tano ni rangi ya bluu au kijani. Hii inamaanisha maambukizi ya vimelea vya magonjwa kwenye njia ya mkojo pamoja na figo, au wakati mwingine inaweza kumaanisha uwepo au ulaji wa vyakula vyenye sumu ambavyo unaweza kuwa umekula kwa kujua au kutokujua. Hivyo hautakiwi kabisa kuipuuzia hali hii na unatakiwa ufike hospitalini kwa ajili ya matibabu. Rangi ya sita ni rangi ya pink au nyekundu. Hii inamaanisha uwepo wa damu kwenye mkojo na hivyo inaweza ikaashiria magonjwa kama kichocho, magonjwa ya figo, magonjwa ya kibofu, na hivyo hautakiwi kabisa kuipuuza hali hii na unatakiwa ufike hospitalini mapema kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi. Rangi ya saba ni rangi nyeusi. Unapoona unapata mkojo wenye rangi nyeusi, hii inaashiria matatizo ya figo na unatakiwa uwahi hospitalini kwa ajili ya matibabu. Mkojo wenye rangi nyeusi mara nyingi huwa unaambatana na mkojo kutoka kidogo sana, hivyo jitahidi ufike hospitalini mapema, ili ukafanyie uchunguzi na matibabu kabla haujapata matatizo makubwa ya figo na viungo vingine. Namba nane ni mkojo wenye mapovu mengi kama sabuni. Uonapo mkojo mwingi lakini una mapovu hata kama ni kidogo, lakini una mapovu Unatakiwa wahi hospitalini, kwa sababu inaweza kaashiria matatizo ya figo pia au maambukizi ya magonjwa kwenye njia ya mkojo, hivyo unatakiwa wahi hospitalini. Baada ya kusema hayo, ni kushauri ya kwamba uwe makini na rangi ya mkojo, lakini pia wingi wa mkojo, kwa sababu mambo haya mawili yanaweza kaashiria nini kinaendelea kwenye mwili wako na kuomba usubscribe na uangalie video zingine ili uweze kujifunza zaidi. Afya yako Elimika.